Rafiki zako wamekuja pale na ulikuwa ndio muda wako wa kuanza kufanya maombi, basi ndomba, basi wageni, unaanza na kujipalikia, unasema kwani wa karimu kwa wageni, maana wengine walipokea hata malaika bila kujua. Unaanza kujihudhuria, mwili umekushinda, umeshindwa kuitoa hiyo sadaka, umeshindwa kuuteketeza huo mwili. Bwana Yesu, yeah, atusaidie yeah. Sana. Unapokuwa unaomba jua kwamba utakutana na hivyo vizuizi. Jua maana yake ni kwamba umeshavuka pale mlangoni umekuja kukutana na madhabahu ya kuteketezea nini? Sadaka. Unatakiwa uteketezo wa mwili. Mwili unachokuambia, unachojisikia usifuate. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Ukitoka hapo utakuja utakutana na ile dirika sawa la, la, la, la, la, kujiosha miguu na mikono ni na nini kwa ajili ili uingie ndani, iko hivi hivi vitu vinaonekana ni vya kimwili sana. Wenzetu walikuwa wanaishi kwenye jangwa kwa ukitembea ufanyaji unakuwa na uh, mchanga uh, vumbi si ndivyo kwa hiyo ni pia ni jambo la la, la heshima na busara unakuwa una mgeni um, wako hata kio wengi ukienda katika jamii ya kipindiko ulipo kifika kuna mpaka leo wanafanya hiyo kitu unakuta kuna mabeseni ya maji pale nje kwa ajili ya ku ya kunawa sawa ni kwa sababu ya jiografia ile pia ilikuwa naishi kiroho wa watu walielekezwa wali, wali, kijitu kiroho kina maana kubwa sana Sawa. Ujue ni una una una una unadhani ni kwa nini mara nyingi wao unaomba toba alafu unarudia kitu kile kile. Si kwa sababu nilianzaga mwanzo. Of course tuna vile ndio tushoe kana kwa sababu Mungu asikilize kile dhambi. Kwa unajitaka wewe ni mwenye dhambi. Si kwa nini unajitaka wewe ni mwenye dhambi? Wakati ushaokolewa. Wewe sio mwenye dhambi. Sawa? Wewe ushaokolewa. Wewe sio mwenye dhambi mtu ambaye hajakubali Yesu. Unaweza kufanya mistake, mistake yes. It is just that a mistake. Sawa. Wewe ufanani na yule mtu ambaye hajamwamini Bwana Yesu. Sawa? ni watu wawili tofauti. Hii hapa ukija kujiosha huko hapo umeuteketeza mwili ukaja ukaja ukajiosha hapa, ni ngumu sana kuja kurudia kile kitu. Sawa? Kwa sababu kule unapoanza mwanzoni unaweza, na sio kama so, so, so, ni vibaya. Unapoanza mwanzoni ukaomba toba, ndio kuomba toba ni kitu kizuri sawa, lakini wengi kule mwanzoni tunapoanza maombi, na ile toba unaoifanya unaifanya kwa mazoea kwamba ni ah, Mungu asikilize watu wote, ni dhambi nianze na toba, kwa sababu so, hata ile toba unaimaanisha sana au inaingia sana moyoni mwako na rohoni mwako, ila ni kwa sababu ni kama litorujie lakini ile toba ambayo huwa inakuja inafika hapa kwenye dirika la kujiosha maji, huwa inakuwa ni ya kweli, kwa sababu unajikuta wewe mwenyewe una mm -mm, mm -mm, mm -mm. Ile kule uliipanga kabisa, hii ni Roho Takatifu. unaelewa? hii toba unaifanya ukiwa ndani, ile toba unaanza nayo kule, unaifanya ukiwa nje. Bwana, tusaidie sana. Kwa utajikuta ulishaomba toba kule, wale watu ambao wanaishi maisha ya maombi watakuwa na elewa hiki kitu. Kwa na wewe utakayeanza baada ya leo, utakuja kukutana na hiki kitu. Utakapokuwa unaanza maombi, utajikuta umeanza na toba, si ndiyo? Lakini kuna stage fulani ukaenda ukapita ukapita ukaje ukapita uka kwenye uka uka uka ile madhabahu ya kuteketezea zile sadaka. Mwili wako ukaushinda, mwili ulikuwa unataka uache maombi, ukasema mimi siachi niendelee kuomba. Utajikuta kuna sehemu ukifika kama unaanza tena kuomba toba hivi. Unaanza hmm. Bwana, nitakase tena. Mbona kuna nilishasemanga nitakase, mbona kuna ilisha semanga nisamehe, ile ya kiturujie hii yabona naenda nawo. Sawa, usiailishe. Kuna watu w wanafanya ivi kitu, wanasema nilishaomba toba kule mwanzoni kabla sijaanze hapa tena, saa hivi naanza kusema maneno gani tena? Aye, naywacha nilishaomba toba na naingie kitu kingine. Usiruke, sawa? Usiruke, sawa? Unavuruka, unafanya hivyo pia. Unajifundisha kuomba pasipo Roho Mtakatifu, pasipo maongozi ya Roho Mtakatifu, unaingia kuomba ukijiongoza wewe. Ni shida zangu maombi. Mungu aliyaweka kwetu, tusaidiwe na Roho, sawa. kwa yeye akakupa utterance ya toba ukajikuta mwenyewe unasema, Bwana Bwana, niliukosea Bwana, samehe Bwana, sahau Bwana, uteba hivi na vile. Sawa, nenda nayo hiyo. Sawa, nenda nayo hiyo. Ni Roho, Mungu anakuongoza na hicho kitu kinatoka ndani. Na ukiangalia hiyo toba yake ya hapo na ile ya kwanza kule nasifanana. Ukiendelea hapo kuna kitu chakuja utakutana nacho. Ukiingia ndani pale patakatifu unakutana na kile kinara cha tala, si ndiyo? Ni taa dhahabu. Ukiingia patakatifu, unakutana na vitu vyake vinaanza kuwa ni vya dhahabu. Sawa, soma hiyo Kutoka kwenye sura 25 hadi 40, utaviona. Okay, hivyo vitu huku kwenye huo ua wa kutania, vitu ni vya shaba, sawa. Ukiingia kwenye, ukianza kuingia kwa patakatifu, unaanza kukutana na vitu vya dhahabu. Unaweza details utaziona, utaona.